Msiniulie mtoto tafadhali. Habari na karibu katika habari zetu. Familia moja eneo la Kitengela inaishi kwa hofu na masikitiko baada ya mwana wao ndiye, huikinyagia mwanablogu mwenye umri wa miaka 35 kupotea katika mazingira ya kutatanisha siku ya Jumamosi, saa chache tu baada ya maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI kuvamia makazi yake. I found his phone was off. Kwa, nika, nika na kwa mujibu wa mashuhuda, msako huo uliohusisha takriban magari kumi aina ya Subaru ulidumu kwa zaidi ya saa tisa ambapo maafisa hao walivunja mlango wa nyumba yake na kuchukua kompyuta mpakato mbili, simu mbili na pasi mbili za kusafiria. Uh, had requested them to identify themselves before entering. Kama walizozana for a long while until around 9 pm. 9 pm is when they were able to get into the house. They broke into the house and uh they took his personal effects. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusiana na kukamatwa kwake. Kinyagia alijikuta matatani baada ya kuchapisha ujumbe kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akieleza kuwa alikuwa ameandaa mpango wa kuwaongoza waandamanaji kuvamia ikulu na kushusha bendera ya rais siku ya Jumatano. Familia yake imesema hawajawasiliana naye tangu siku ya tukio na sasa wanaomba msaada kutoka kwa mamlaka kujua aliko na hali yake ya usalama. Hatujui yuko wapi, hatujui kama yuko salama. Hakuna anayezungumza nasi. Tunataka tu kujua kama mtoto wetu yu hai alisema mmoja wa jamaa wa karibu kwa huzuni abiding citizens and that's why we decided to follow due process and if anyone has been aggrieved by whatever he has said whatever he has posted let them follow due process uh, someone won't use that process to silence them and you know what what happens is you silence someone through intimidation when you know the law is not your side on your side To give me my son. The DCI, kule mlipereka mtoto wangu minataka mniletee. Kisa hiki kimezua wa wasiwasi miongoni mwa wanaharakati wa haki za binadamu na watetezi wa uhuru wa kidijitali ambao sasa wanataka maelezo ya wazi juu ya aliko Kinyagia na uhalali wa msako huo. Nikiripotia Kifagio Media, kwa niamba ya Daniel Jonathan, asante na kwa heri.